Nimesoma kwamba katika maisha ya kawaida ya mtu, atatumia jumla ya miaka mitatu kwenye mikutano, miaka sita akilala usingizi, na miaka mitano akisubiri. Iwe ni kusubiri kwenye foleni ya magari wakati wa msongamano, au kwenye mstari wa chakula, au kwenye ofisi ya daktari. Sasa huenda isiwe kosa la mtu yeyote kwamba tunalazimika kutumia muda mwingi tukisubiri, lakini kusubiri kunaweza kuleta hisia ya kukatisha tamaa, sivyo? Yaani, hakuna anayependa kusubiri. Mimi hakika si, hasa kama unasubiri kitu ambacho ni muhimu au cha maana. Sasa wanafunzi hapa wamekata tamaa kwa sababu Yesu amewaambia tu kwamba anaondoka kwenda mahali ambapo wao hawawezi kwenda bado. Kwa hiyo watalazimika watalazimika kusubiri. Sasa ni zamu ya Filipo, anainua mkono wake hapa darasani. Tuko kwenye Yohana sura ya kumi na nne sasa tunapoendelea na kile kinachotokea kwa mpangilio katika mfululizo huu unaofuata, na anatoa ombi, mstari wa nane: Bwana, tuonyeshe Baba na hiyo itatutosha. Unaweza kufupisha ombi lake kwa njia hii: Bwana, umesema unaenda mahali fulani, na sisi hatujawahi kufika huko, na tutalazimika kusubiri eh, ili tuweze kwenda wenyewe. Kwa hiyo kwa sasa, unaweza kutupa kitu cha kushika? Unaweza kutupa maono ya baba yetu wa mbinguni? Sasa, kwa sauti ambayo naamini ilikuwa laini lakini dhabiti, ilikuwa na mkazo hapa, lakini ilikuwa ya upole, Yesu anajibu katika mstari wa tisa: Je, nimekuwa pamoja nanyi kwa muda mrefu hivi na bado hunijui, Filipo? Yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Unawezaje kusema tuonyeshe Baba? Nikuambia mpendwa, hakuna kifungu chenye nguvu zaidi cha kutangaza uungu wa Yesu Kristo kuliko hiki. Yesu anasema, unataka kumwona Baba? Unaponiangalia mimi unamwona yeye. Kwa hiyo kutokana na mazungumzo haya, Bwana sasa atawapa ukweli kadhaa wa kushikilia imani yao. Na nitaanza hapa kwenye mstari wa kumi. Je, huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia siyasemi kwa mamlaka yangu mwenyewe, bali Baba akaye ndani yangu ndiye anayefanya kazi zake Niamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, au basi amini kwa sababu ya kazi zenyewe. Yesu anasema hapa, unanisikia nikiongea, basi hayo ni maneno ya Mungu Baba. Unaona kazi ninazofanya, basi hizo ni kazi za Mungu Baba. Maneno na matendo ya Kristo ni vitu halisi ambavyo unaweza kutegemea imani yako juu yake. Unajua, mara nyingi nazungumza na waumini wanaoshuku wokovu wao, na kwa wengi wao mashaka hayo yanatokea kwa sababu hawajui vya kutosha kuhusu maneno na matendo ya Yesu. Basi mtume Yohana ataandika katika moja Yohana saa tano na madakika kumi na tatu: ninawaandikia mambo haya ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu ili mjue kwamba mna uzima wa milele anatoa ushuhuda huu wa maandiko ili wasomaji wanaoamini waweze kujua kwamba wana uzima wa milele. Wapendwa, kuna uhusiano kati ya yale yaliyoandikwa wakati ule na kujua kwamba una uzima wa milele. Unaona, uhakika wetu unatokana na kusoma rekodi, kuamini maandiko ya maneno na matendo ya Kristo. Kwa kweli sote tunapata mashaka na tunapaswa kuyarejesha mashaka yetu kwenye maneno ya Mungu. Hicho ndicho anachomwambia Filipo. Sasa Yesu anasema jambo la kuvutia hapa. Kwa kweli jambo hili limeleta mkanganyiko mkubwa kwa miaka mingi kutokana na tafsiri potofu. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa kumi na mbili, yeyote anayeamini ndani yangu atafanya pia kazi ninazozifanya na atafanya kazi kubwa kuliko hizi, kwa sababu naenda kwa Baba. Sasa, ngoja nikuambie, naamini Mungu anafanya miujiza leo kwa njia nyingi sana, lakini siamini kwamba ametufanya sisi kuwa watenda miujiza. Lakini je, tunaweza tunaweza kweli kufanya mambo makubwa kuliko yale Yesu aliyofanya? Yesu alimaanisha nini hapa? Basi jibu la swali hilo ni ndiyo. Hivyo ndivyo Yesu anavyosema, mtaenda kufanya kazi kubwa kuliko nilizofanya mimi. Sasa hiyo inasikika kama basi inapaswa kufufua wafu, kutembea juu ya maji na kuponya kila ninayemjua mgonjwa. Sasa ufunguo wa kuelewa hili ni kugundua Yesu alimaanisha nini aliposema tutafanya kazi kubwa. Naamini hii inahusu mambo mawili. Kwanza, kazi zetu ni kubwa zaidi kwa muda wa kudumu. Unaona, ngozi ya mwenye ukoma ambaye Kristo alimponya baada ya muda ingezeeka tena na mikunjo, na hatimaye angekufa. Lakini ukimwongoza mwenye ukoma kupata wokovu, hata kama ugonjwa wake haujapona, siku moja ataishi mbinguni akiwa na mwili mpya. Yesu aliwalisha watu zaidi ya elfu tano waliokuwa na njaa, lakini unajua nini? Walipata njaa tena lakini unapowalisha watu injili leo, roho zao zinaridhika milele. Sasa usielewe vibaya, hii haimaanishi kwamba miujiza ya Yesu haikuwa muhimu. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa kwamba kazi watakazofanya zitadumu zaidi kuliko ile miujiza aliyofanya. Pili, kazi zetu si kubwa tu kwa muda wa kudumu, bali pia ni kubwa kwa umbali. Unajua, ukichunguza maisha ya Yesu utagundua kwamba huduma yake ilikuwa imezuiliwa kijiografia. Je, unajua kwamba alisafiri takriban maili mia moja tu kutoka kaskazini hadi kusini na maili arobaini tu kutoka mashariki hadi magharibi? Hakuwahi hata mara moja kuhubiri mahubiri nje ya Palestina. Nchi za mbali hazikusikia jina lake kabisa wakati wa maisha na huduma yake hapa duniani. Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa kwamba watakuwa sehemu ya operesheni itakayofikia kote duniani, huduma ambayo ni pana zaidi kuliko ile miaka yake mitatu ya huduma katika eneo lile dogo duniani. Jambo la ajabu ni kwamba sisi pia tunapata kushiriki leo katika huduma hii ya kimataifa. Sasa usipuuze maneno ya mwisho, sehemu ya mwisho ya mstari wa kumi na mbili ambapo Yesu anaeleza kwa nini haya yote yatawezekana kupitia sisi. Anasema, kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maneno mengine, hatufanyi mambo makubwa zaidi kwa sababu tuna nguvu zaidi au imani yetu ni kubwa zaidi, bali ni kwa sababu Yesu mwenyewe anaendelea kutuombea leo kwa niaba yetu na hilo linatuingiza kwenye ahadi kubwa kuhusu maombi hapa kwenye mstari wa kumi na tatu. Lolote mtakaloomba kwa jina langu nitalifanya, ili baba atukuzwe katika mwana. Mkiniomba chochote kwa jina langu nitalifanya. Sasa je, hii inamaanisha kwamba Yesu atatupa chochote tukikiomba kwa imani, tukiamini? Nilipokuwa muumini mchanga nilitamani sana kuwa na gari zuri na nilikuwa na gari chakavu la zamani. Eh, Bwana hakufanya hivyo kwangu. Hii inanifanya nikumbuke kuhusu yule mtoto mdogo aliyeambiwa kwamba Mungu hujibu maombi na alitaka kupata mdogo wake. Hivyo akaanza kuomba kwa ajili yake. Wazazi wake walicheka kidogo kuhusu hilo, lakini huyu mtoto aliendelea kuamini na aliendelea kuomba apate mdogo wake. Baadaye alichoka kusubiri, akavunjika moyo na akaacha kuomba. Baada ya kama miezi saba au minane, mama akarudi nyumbani kutoka hospitalini akiwa na sio kaka mdogo mmoja tu, bali mapacha wawili wa kiume. Na walipomtambulisha mtoto wao kwa ndugu zake, wakamwambia, sasa, si unafurahi kwamba uliomba? na akasema, ndiyo, lakini si mnashukuru nilipoacha kuomba, pale nilipoacha? Sasa si wote tunajiuliza leo kwa uaminifu kabisa, sala zetu zina ufanisi kiasi gani? Ndiyo, sala nyingi zinaonekana kujibiwa, lakini kwa nini sala nyingine nyingi hazijibiwi? Yesu anaonekana kutuambia hapa kwamba tukiamini kwa nguvu ya kutosha tutapata majibu ya kila sala tuliyowahi kuomba. Lakini je, kweli hicho ndicho anachosema hapa? Nataka utazame kwa makini. Kama una Biblia mbele yako, utaona vigezo viwili au miongozo miwili. Mimi napenda kuviita kama vizuizi vya usalama kwa sala sahihi. Kwanza, tunapaswa kuomba kwa jina la Yesu. Hiyo inamaanisha tunaomba sala ambayo yeye yuko tayari kuweka sahihi yake. Ni ombi ambalo anakubaliana nalo. Pili, tunaambiwa hapa kwamba lengo kuu la sala si kupata mapenzi yetu yatimizwe mbinguni, bali mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani. Hivyo tunaomba kwa ajili ya utukufu wake. Tunaomba kulingana na mipango yake. Tunajisalimisha kwa mapenzi yake. Nakumbuka wakati ambapo watoto wetu wanne, kila mmoja kwa wakati wake, walikuwa wakijifunza kuchora kwenye vitabu vyao vya kuchorea. Basi walikuwa na matatizo yale yale ambayo watoto wote wanayo: hukuchagua rangi sahihi na kuchorea ndani ya mistari. Kwa hiyo unajikuta una anga la kijani na majani ya buluu, na unajua, rangi za penseli kila mahali. Sasa, kama watoto wa Baba yetu wa mbinguni, sala ni sawa kabisa, na hivyo tunapaswa kujifunza jinsi ya kuchorea maombi yetu kwa usahihi, na tunapaswa kujifunza kuomba ndani ya mistari, yaani ndani ya miongozo yake. Kwa hiyo kuomba kwa jina la Kristo na kwa mapenzi ya Mungu ni kama kuchagua rangi sahihi, na ni ni kuchorea kwa namna fulani ndani ya miongozo sahihi. Unaona, ukweli ni kwamba Mungu hujibu daima maombi ya watoto wake. Ushawahi kufikiria kwamba jibu linaweza kuwa ndiyo mara moja, au jibu lake linaweza kuwa hapana kamwe? Labda jibu lake ni hapana, si sasa, utalazimika kusubiri kidogo. Kwa hiyo tunaweza kuomba, tunaweza kusubiri, lakini tunaweza kusubiri kwa ujasiri, wapendwa, kwamba Baba yetu wa mbinguni anatusikia, yeye anatujali, atatenda daima lililo sahihi kwetu. Biblia inasema sasa leo na milele. Basi hadi safari yetu nyingine ya hekima, panda jahazi, mpendwa.